Nareta ngombe hamsini. Ngombe asiabada ziko kule kwetu Shinyanga, mwana wachikagao ndomeikaera tu, mnakupa we, andika namba eh. So zikuma sizi si, atuwezi kukatariwa hapa mjini dada. Unaona, 5000 voucher hii voucher zinakutosha abasi. Panda na boda boda, unaenda wapi? Naenda buza kwa lorenge eh. Panda chukua na hii, ongeza na hii, andika namba eh. Dada asante sana kupigia haya. Asante haina noma. Haya.

Nimefurahi kupaka hm, <laughs> baba. baba. Wewe, huyu sio mama, huyu ni baba, usikie mimi. Sasa aski ndugu yangu. Hamna askia huyu aski. Niondoke. huyu aski huyu mimi mama mimi mimi ngoja mwenyewe tena kutoka Mwanza huko, unioni kwanza, unapiga unyama, haina noma, atakuoni sasa eh. <coughs> Kende sasa, siku nyingine hapa mjini watu wakipita hapa, sio anawapitiliza tu eh, tusaidie eh. Mimi na hapa hela namna gawana, ila nina hapa shilingi elfu mbili debe na shilingi elfu moja hapa sasa na